Na mpenzi wa Tubone Media, karibu tena kwenye chaneli yako pendwa ya michezo. Na leo tupo na kitu ambacho kina make headline kwenye mitandao ya kijamii, ni kwamba imeripotiwa ndani ya klabu ya Simba Sport klabu wanataka kumrudisha aliyekuwa golikipa wao wa kipindi chote Aishi Salum Manula ambaye waliachana naye na alijiunga na timu ya klabu ya Azam. So kama unataka ujue nini kimewakuta Simba hadi wanataka wamrudie ai Salum Manula, kaa nasi mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Na kama wewe ni mgeni, mara ya kwanza unatuangalia, hakikisha umebonyeza subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video kutoka kwetu na mtu wa kwanza kupata vile vitu ambavyo vina trendi kwenye soka ndani na nje ya soka la Tanzania. Na leo tupo na habari inayoshika moto nayo nayo bamba kwenye mitandao ya kijamii, ni baada ya Simba Sport Club kuripoti kwamba wanataka wamrudie aliyekuwa golikipa wao namba moja Aishi Salum Manula na hii yote imetokana baada ya golikipao namba moja ambaye ni Musa Pinpin Kamala kupata majeraha ya goti, na hivyo basi madaktari wameripoti kwamba Musa Pinpin Kamala atakuwa nje takribani ya wiki kumi ambayo ukipiga hesabu ni kama miezi miwili mpaka miezi mitatu, na hii yote inatokana na majelaa ya goti aliyoyapata. Na Simba Sport Club ana kipa mwingine ambaye ni Yakubu Suleimani, ambaye alimsajili kutoka JKT, lakini inaonesha kwamba Yakubu Suleimani afiti kuwa golikipa namba moja pale klabu ni Simba, na ukizingatia klabu ya Simba imefuzu ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wanahitaji kocha mtu mwenye uzoefu na michuano hiyo, ambayo Yakuba Suleimani kutoka JKT hana uzoefu na michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na hii imetokana na Simba kuanza vibaya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa kupoteza mchezo wao wa kwanza wa na Petro de Luanda ya Angola pale Benjamin William Mkapa, ambapo Simba walikubali kichapo cha goli moja kwa bila kutoka kwa Petro de Luanda, na hii yote imetokana na upungufu wa wachezaji wenye uzoefu pale langoni, ukianza kuzungumzia kama Yakuba Suleiman kipa ametoka JKT, hana uzoefu wote ule ambaye alikuwa kipa namba moja, Musa pinpin Kamala ndo atakuwa nje takribani ya wiki kumi, na hii yote ni majeraha ya goti. Sasa Simba imeripotiwa kwamba wanataka kumrudisha aliyekuwa kipa wao namba moja Aishi Salum Manula ambaye amewahi ku, ku, kupita pale klabuni Simba na amewahi kuwa golikipa namba moja ambaye amesaidia Simba kufika robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika na amehujumu pale Simba takribani kwa misimu saba ndani ya Tanzania Premier League na pamoja ligi ya mabingwa sasa hivyo, Simba Sports Club wanahitaji mtu kama huyu, ambaye mwenye uzoefu na michuano ya kafu Federation Cup na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa Simba baada ya kuona Yakuba Suleimani afiti kuwa golikipa namba moja na golikipa namba moja amepata majeraha, hivyo basi wameripoti kumrudisha Aishi Salum Manula ambaye alijiunga na timu ya klabu ya Azam akitokea Simba Club na pale Azam kwa Manula imekuwa ni changamoto kupata namba, kwa sababu amekutana na golikipa Fofana. Hivyo basi imekuwa ni changamoto kwake kupata namba, na hivyo Simba wanahitaji golikipa mwenye uzoefu na jina namba moja ambalo limekuja na ni Aishi Salum Manula. Kwa hivyo basi Simba wapo kwenye michakato ya kumsajili Aishi Salum Manula. So kama wewe ni mpenzi wa Simba ya uzoefu na hii imesababisha Simba kupoteza mechi yao ya kwanza ya ligi ya mabingwa na Petro di Luanda kwa goli moja, baada ya kumweka langoni Yakuba Suleiman ambaye hana uzoefu. Sasa wewe shabiki wa Simba unasemaje? Je, Simba wapo sahihi kumrudia Aishi Salum Manula? au wanahitaji kipa mwingine kutoka kutoka Afrika? Je, yeah? Drop comment yako hapo chini, na kama we ni mara kwanza unatuangalia, hii ndo mambo ambayo tunaleta hapa Tubone media. Usisahau sisau kusubscribe na kuangalia, so keep watching hadi wakati mwingine. Mimi tubo ni Tubone media bye, bye.